Karibuni darasani leo, nataka tushonee weaving hii ya bump, lakini nitafanya kama extension sawasawa. Jinsi gani nimefanya extension yangu, mara nyingi huwa nakwambia kwamba unaposhonea weaving yoyote ile, hakikisha kwanza mistari ya ndani, mistari ambayo utakwenda kuishonea iwe imesukwa vizuri. Mistari ikiwa smart vizuri, hata kwenye kwenda kushonea itakuwa ni rahisi kabisa sawasawa. Nitaanza kusuka nywele ya mkono upande wa ndani kama ambavyo unaona nimekata mistari ambayo ni ya size, sio mikubwa sana, sio midogo sana. Ukisuka mikubwa sana ukija kushonea nywele yako itavimba itakuwa na mwonekano ambao sio mzuri. Sasa kwa naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Karibuni sana chuoni kwetu, tunafundisha kozi zote za saluni ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita Jinsi ya kujiunga na chuo namba ni hizo ambazo unaona kwenye skrini. Uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi sawa sawa. Unaposuka nywele ya mkono, nimekuwa nikifundisha sana kusuka nywele ya mkono na kuambia kwamba usi usichote nywele nyingi, nyingi. Kata mstari unyooke vizuri, hakikisha hauibii nywele pale unaposuka ndipo unapochukua nywele pale pale, sio kama unasuka hapa tayari umeshachukua nywele ya mbali. Utafanya nywele ya mteja wako itakatika, lakini pia hautopata ile muonekano ambao mteja ana uhitaji kwa siku hiyo. Sawa sawa, kwa usuka mistari ilionyooka vizuri, weka mistari yako smart vizuri, alafu twende tukaanze sasa kushonea nywele yetu. Lakini upande wa katikati hapa nimesuka kama mstari kama chembamba, naomba nigeuze mdomo wangu upande wa mbele ili uweze kuona kama mstari ambacho nimeka, nimekasuka hapa kama mstari haka ndiko nitakwenda kukaacha, sitokashonea. Nitakwenda kuifumua nywele hii ili kuifanya extension yangu ikae vizuri. Viko vimistari viwili, umeviona hivi hapa sawa. Haya, turudi kwenye uh, bump yetu kwanza. Nita shonele mikia, nitaibana upande wa nyuma kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo nikisha ibana mikia yangu upande wa nyuma, nitakuelekeza ile hatua ambayo inafuata. Hii wigi una uwezo wa kubondi, ukabondi vizuri, nilishaikubondi. Unaweza ukaangalia video ambazo zimepita au unaweza kuishonea kama hivi, vyote vinawezekana kabisa. Sawa, sawa. Haya, nitakwenda kuishonea leo. Nywele yangu inakuwa kama hivi, nitakwenda kufumua, alafu nitakuonyesha jinsi gani ya kuanza kuitumia nywele hii. Kwa wale ambao mnahitaji kujifunza kama hivi, hakikisha unanunua nywele yako kutoka Darling Tanzania, unaifanyia mazoezi, tuma feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp. Sawa sawa, umeona ninavyoshona hivi, nitatumia tu sindano kawaida sindano na uzi ambao ni mweusi. Kwa sababu nywele yangu pia ni nyeusi. Pale kwenye maungio ya nywele yangu mimi ndo nitakuwa nashona hapo, usishone sehemu nyingine, utajikuta unaifunga nywele yako. Nywele ikiingia kama hivi, ichomoe nywele ndo uendelee, usije ukashona nywele ukiwa umeifunga funga. Sawa sawa, utajikuta ile ile weaving badala ishuka upande wa chini, unakuta umeishona na yenyewe kule, hapana shona kwenye hii line ambayo nakuonyesha hapa, sindano inapopita, na wewe sindano yako inabidi ipite hapo hapo. Kama utakuwa hujaelewa, niandikie kwenye comment. Kama utakuwa unahitaji kujifunza zaidi, karibu sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo, hosteli zetu ni shilingi laki moja kila mwezi. Kwa wale ambao mnatokea Dar es Salaam, una uwezo wa kwenda na kurudi, tunapatikana hapa Dar es Salaam, Tegeta nyuki. Mafunzo na huduma zetu sisi ni za uhakika. Sawa sawa. Haya, kwao nitashona kama hivi, alafu nitafunga upande mwishoni, nitakata. Kwa nini nakata? Nakata kwa sababu ukisema ushonee nywele alafu uiachilie sana, mwisho wa siku t... uta, uta, yani, usikishona bila kuikata utakuta upande wa pembeni huku kunakuwa kama kuna vifundo vifundo. Japokuwa kuna mteja mwingine unakutana naye anaona kama ukiikata nywele yake ni kwamba unaiharibu. Kwa sababu sometimes unaweza kumwelekesha mteja, bwana hii inatakiwa ni kate ili ikae vizuri, lakini kuna sehemu nyingine sito kata kama itahitajika kutokukata lakini, lakini kama utahitaji unahisi kwamba ninapoikata nywele yangu itakuwa smart vizuri, basi wewe kata. Mweleweshe mteja akuelewe. Sawa, sawa. Haya. Kwa hiyo tuendelee kuishonea nywele hiyo. Video yangu ya leo kidogo ni ndefu kwa sababu process za kuitengeneza hii nywele ilikuwa ni ndefu zaidi, kwa sababu ilibidi nikuonyesha mwishoni navyokata huku, line ya pili napofuatia line ya tatu na kuendelea, kwa sababu nikiruka, nikirukaruka utajikuta kweli umesoma, lakini hujaelewa ni kitu gani ambacho kilifanyika, mbona nimekata tena, alafu narudia tena line nyingine ya tatu, sawa sawa. Okay, pia ushonaji huu unaweza ukawa unashonea kwenye kofia Ukamshonea hata kama ni mzazi akapata kawigi kazuri kakuvaa vizuri, au au kabondi pia, vyote vinawezekana. Sasa na uzuri ni kwamba mimi design zote nimeshaweka kukufundisha kwenye channel hii ya Farida Othman kutoka miaka mingi mingi mingi zaidi. Kama ni mgeni, pita shuka chini, ziko video nyingi. Kama kweli unahitaji kujifunza kusuka, shuka chini, video ziko nyingi. Angalia ni jinsi gani unaweza kutengeneza nywele yako kama hivi, jinsi gani unaweza kushona wigi yako kama hivi unaona kwamba huelewi, njoo darasani, mafunzo ya live, mafunzo ya vitendo. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, tunawakaribisha sana sana sana. Wadogo zetu njoeni, mjifunze, mmemaliza form 6 mpo likizo, huu sio muda wa kukaa, muda huu ambao unasubiri matokeo yako uende chuo, njoo darasani, njoo pata ujuzi sasa, eh. pata ujuzi wako mzuri kama hivi, uweze kunufaika na kile ambacho sisi tunakufundisheni. Kwa hiyo nitazungusha sasa kote Umeona upande wa nyuma, nitashona kote kote kote kote kabisa mpaka upande wa katikati. Tutakuwa tunarudi na upande huu wa mbele sasa. Umeona nywele yangu nikiichana inavokaa vizuri. Sasa unaweza ukachana kwenda kushoto na kulia, unaweza ukachana zote zikaenda upande mmoja, inategemea kwao. Baada ya kuzungusha kote, nitakuja kumalizia sasa upande huu wa mbele. Kama ukiangalia namna za kule kushoto, zitalala kushoto, za kulia zitalala kulia. Kama utakuwa kuna sehemu hujaelewa, niandikie kwenye komenti. Kama utahitaji kujifunza zaidi, basi karibuni sana kwenye madarasa yetu. Sisi tunaposema tunafundisha, huwa tunamaanisha no blabla. Njoo darasani, tutatenga muda wetu, tutakufundisha vizuri na utaondoka ukiwa unajua. Karibuni sana sana muweze kujifunza na sisi sasa. Kwa hiyo nitashona kama hivi ambavyo unaona shonea nywele yako kwa kurelax ile mistari miwili ambayo tuliiacha, tumeiacha kwa maana uh, nzuri kabisa kwamba tutakwenda kuitumia sawa sawa. Kwa ile tutaenda kuifanya kama tunavyofanya either ni extension, nadhani tumesha kufanya extension nyingi, kwa hiyo nadhani hapa mnakuwa mnanielewa ni kitu gani namaanisha kwa, kwa, kitu na kwa, tutaenda kuiweka extension yetu Alafu tutakwenda kupata design ya tofauti zaidi. Sio lazima kila nywele unaileta uibondi, sio lazima kila nywele unaileta ushone kichwa kizima. Una uwezo wa kuacha nywele kidogo ya mteja ika bend ika ka vizuri na ile nywele ya mteja wako sawa sawa. Kazi yangu ndo kama hii ambayo unaiona hapa okay. Tunaelewana haya? Kwa hiyo tutashona kama hivi vizuri tu Alafu tutaendelea ku, kutengeneza nywele yetu tukishonea mpaka yani ikaribie kabisa ile nywele ya mteja usiache umbali mkubwa. Ukiacha umbali mkubwa sana, pia itakuja kukusumbua kwa sababu ile nywele haitotoshea hapo. Utajikuta kweli umetengeneza nanili yako vizuri, umetengeneza weaving yako vizuri, lakini kwenye kuja kufanya ile finishing ikakusumbua. Kama kawaida, tunakata kata nywele rudishia, tena kata rudishia. kata rudishia mpaka pale ambapo utakwenda kufanya ile final touch yako, sawa sawa. Kwa wale ambao mnahitaji kutuma sasa feedback, umenunua wigi yako kama hivi, umeenda umeshonea, unahitaji kutuma ile feedback kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, ni bure kabisa, lakini kwanza kabisa hakikisha tayari we ni memba wa chaneli hii ya Farida Othman. Gusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe upande wa chini. Kisha gusa alama ya kengele, like video hii, share video hii, kisha nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Nitakutumia link ya kwenda kujiunga kwenye magroup. Madarasa yote yanatolewa hapa hapa YouTube, utasoma YouTube, WhatsApp utatuma feedback yako tu. Unahitaji madarasa zaidi? Tuna madarasa ya live ambayo tunapatikana Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Karibuni sana madarasa ni kwetu muweze kujifunza. Huduma na mafunzo tunayotoa sisi ni ya uhakika, sawa sawa. Yes, nakukumbusha, kata nywele final. Kata, kwa mfano hapo uzi umejifunga kama hivyo, kata, yani usi usi nini usifosi. Unaweza kufosi ukamumiza mteja au kaharibu hata nywele yako. Sawa. Kata kama hivi, kata na hiyo nywele endelea na section nyingine, baada hapo twende tukaifumue ile nywele yetu. Sasa umeiona, tutaifumua kama hivi alafu tutakwenda ku. Unaweza kupaka gel kidogo sana in case mteja pia ana uhitaji wa gel. Kama hahitaji una uwezo wa ku dry nywele inyoshe tu vizuri, kama utakuwa hauna pasi. And then ukichana kama hivi nywele yako inaenda inalala vizuri ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, una uwezo wa kuipasi kama hivi, ili kuifanya nywele yako inyooke vizuri, iweze ku bend vizuri, na ile nini, ile weaving ya mteja. Sawa, umeona nilichokifanya, simple sana. Una uwezo wa kufanya hivi kwa wateja wako, na uzuri ni kwamba upo mtaani upo popote, wateja huwaga wanasuka sehemu yote, iwe ni kijijini ni mjini, huwaga wateja wanasuka suka wateja wako, umeelewa? Sawa, nimeelewa umeona. Unahitaji zaidi, njoo darasani. Una muda mchache, njoo hata mwezi unalikizo, njoo, usipoteze muda wako, sawa sawa. Na uzuri sisi ni kwamba ukija kutuambia, bwana, mimi nina muda wangu, labda mwezi mmoja, nitaweza kujua nini, na nitakupa Tukamwambia ndani ya mwezi huu una uwezo wa kujua kitu kimoja, mbili, tatu au labda wewe unaweza ukaja kananiambia mimi, labda tayari kuna vitu ambavyo nimeshajiandikia ni, ni kwamba nataka kitu hichi na hichi na hichi. Tukamwambia hichi pia kinawezekana. Una uwezo wa kujua hiki na hiki na hiki na kikakunufaisha kwa namna moja au nyingine. Faina yake itakuwa kama hivi. Naomba nikukumbushe mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy, kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Tunawakaribisha sana Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Unahitaji kufahamu zaidi, njoo darasani kwetu, tutakufundisha vitu vingi vingi vingi sana, na utaondoka ukiwa unajua kabisa. Sawa sawa, umeona faino yake inavyokuwa. Unaweza ukatia nakshi kama hivo au ukaichana tu, ni wewe tu na mteja wako utakavyohitaji. Baada ya hapo, nitakwenda kumfanyia mteja wangu ka makeup simple, ili kuinogesha zaidi nywele yangu ikae vizuri, zaidi na zaidi. Kwa wale ambao mnachaji kutengeneza wateja tunawakaribisha. Kwa wale ambao ni wanafunzi tunawakaribisha. Unahitaji hata kuuliza tu, labda unatamani hata kujiunga ni baada ya mwezi, njoo uliza, tutakupokea vizuri, tutakuhudumia vizuri. Na hii ni bump kutoka Darling Tanzania, unaweza kuichana kama hivi, unaweza kutia urembo zaidi ya hapo, ni wewe tu na mteja wako. Niseme asante na karibuni mjifunze nasi kama bado Ujagusa batani nyekundu iliyoandikwa subscribe, basi gusa hiyo batani nyekundu, gusa alama ya kengele. Lakini kama tayari, basi wewe ni memba, na nikwambie tu, karibu katika darasa linalofuata. Kwa herini.